Malalamiko juu ya maadili ya viongozi yamekuwa mengi sana. Yako mengine eh, ni, ni, ni tunasema hayana ukweli, yako mengine yana ukweli lakini nyinyi humu ndani ndio wenye kazi ya kusema lipi la kweli, lipi la uongo. Na lipi la ukweli ni fair judgment tu. Na fair judgment maana yake kama Ridhiwani unaambiwa kwamba wewe ndio unamiliki hiki na nyinyi mnaona kabisa kwenye fomu yake Ridhiwani haja declare hilo jambo. Mwiteni yani, hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba sio ya kijamaa yake. Kuna wengine oh, hapo ya jaji ukinyosha mkono tu ah, mimi mteule wa rais. Hakuna mteule wa rais mzee juu ya chombo hiki. Chombo hiki wote tuko chini yako wewe. Tuite hapa bwana, mheshimiwa waziri wangu, hali yako asubuhi salama bwana ya mheshimiwa waziri sasa bwana e, nina jambo nataka uniite nifahamishe tu e, ukiona aibu na niita ofisini kwako eh, lakini lazima uniite kwa sababu tukianza kuoneana aibu, ndugu zangu Ndiyo leo hii mnaona nyinyi wenyewe maandamano kwa mfano yalotokea juzi hapa. Ya. Malalamiko yalikuwa makubwa ni juu ya maadili ya viongozi. Au amnyia au amnyia mjasikia. Maana labda mzee wangu mzetu hapa mnaishi ndani ya nyumba tu. Hapo ya juu ya mtaani. Eh, <coughs> hey, wanalalamikiwa tunalalamikiwa viongozi. Kuna mtu mmoja kule anaitwa Ali Ali Edha ana petrol station zake za Lake Oil. Zimechomwa zile kwa sababu zinasemwa za Liziwani. Zimechomwa. Zaidi zaidi ya 92 kanambia. Sasa imagine mtu zinachoma fulani zake kwa sababu tu watu wanahisi fulani ndio anamiliki hizi. Sasa nyinyi tuiteni. Eh, hey, anzeni na mimi waziri wenu. Niiteni hapa niulizeni, he bwana, wewe bwana alizoana hebu tuite. Lakini wakati huo mnapoita kwa sababu unajua hakuna mwizi anayekubali kwamba mimi ni mwizi, si ndio? Mm-hmm. Tafuteni ushahidi. Njoni hapa baada ya kuniita hapa, iteni press conference hapo, semeni. Tumemwita waziri ilidhiwani Kikwete, tumemuoji na tumejiridhisha kwamba katika hili hahusiki, au katika hili anahusika. Waambieni sasa, walio na ushahidi wa ziada waulete. Ndivyo mtaisaidia serikali. Hamwezi kukaa kimya nyinyi, mkataka viongozi wa serikali wajitetee wenyewe huko, ni uongo mtupu. Ili jambo mheshimiwa jaji, hatujafanya vizuri. Hatuna sababu ya kumwogopa mtu.